Poa, alivipi vaibu kama lote? Yaani vaibu kama lote, unavyoona sauti leo inazidi kunipotea kwa sababu ya shangwe. Huu ndio ubaya ubwela, huu ndio ubaya ubwela maana. Kwa sababu gani? Niwambie tu kumoja kwanza, dunia leo tunaishangaza. Tanzania kuna klabu moja kuna klabu moja tu, ni klabu moja ambayo, Manchester mchezo huu hawauwezi, Liverpool hawauwezi, Barcelona hawauwezi. Ninakuwa na maana kitu kimoja, ndani ya msimu mmoja unavunja kikosi. Afu, kikosi kile kile wachezaji maingizo zaidi ya ishirini au kumi na ngapi mapya, leo unakwenda fainali, hata Ulaya haipo brother, nikwambie kitu kimoja. mara nyingi unavyoingiza maingizo mapya unakaa misimu miwili mitatu minne, umeona Arsenal yes. nadhani umeshaitambua hilo Arsenal na alifanya maingizo, lakini Simba leo kafanya maingizo mengi mengi mengi, vibaya mno wengi walikuwa hawaamini Simba kama ataingia fainali, na malengo ya Simba yalikuwa sio kuingia fainali, yalikuwa ni kujenga kikosi, lakini kocha tuliyempata, hebu ogopa kwanza. Kocha ametoka kuwa kocha msaidizi wa Raja Casablanca, anapenda anakwenda kuchukua mikoba ya kuwa kocha mkuu Simba leo si ya Fadu Davis, si ndio? Simba leo wanakwenda kutengeneza CV ya Fadu Davis. Si ya Fadu Davis, umeelewa? Ndani ndani ya miezi kumi, miezi kumi tu, Fadu Davis CV yake inakwenda kutengenezwa hapo. Kwa sababu gani? Viongozi wana uthubutu, umeona? Yeye yeah, mwenye ana uthubutu, mashabiki wana uthubutu wengi walijua ligi ya ndani ligi ya ndani ya Mashariki, nizungumze nini? Ndio maana napenda a kuzungumzia kimataifa. Umeona, kimataifa hakuna janja janja yoyote. Ligi ya ndani ile, sisi tumeiacha kwanza, tupo kimataifa, na haya ndiyo matunda ya Simba na haya ndiyo matunda ya Samia Suluhu Hassan. Itarejea, nitanukuu awamu ya tano alikuwa Raisi John Pombe Joseph Magufuli alizungumza ndani ya Simba Day, kama unakumbuka, ndani ya Simba Day, Simba nategemea nyinyi ndio mtakuwa wa kwanza kulileta kombe la Afrika ndani ya ardhi ya Tanzania, ndio kombe ndio linakuja ndani ya ardhi ya Tanzania. Na bekane hii mechi wameiangalia, umeelewa? Nikwambie kitu kimoja, bekane wameiangalia, wanavyoiangalia, wa hawakupenda kutana na Simba walipenda kutana na Stellenbosch Omora, lakini kwa matokeo haya, inshallah Mwenyezi Mungu ametuvusha, inshallah Mwenyezi Mungu ametuvusha. Ogopa sana Tanzania. Yanga alichukua ubingwa. Amekuja Azam amechukua ubingwa, Simba alishika nafasi ya tatu, Coastal Union ameshika nafasi ya nne, lakini bado kuna kitu kimoja tunashindwa no kuelewa, ni nani amba, ni nani ambaye anacheza mpira wa haki. Wanaocheza mpira wa janja janja yote walitolewa hatu, hata makundi wengine hawakwenda Umelewa janja janja, no inawaponza. Sikiliza injinia, anahisi ligi ya Tanzania ndio ligi ya bongo A, yani, ndio, ndio ligi ya li, li, makombe makubwa makubwa ya Afrika. Hakuna kule, kule ni haki ya mpira, mpira unapigwa. Unaona mtu vya anachikiwa bara, lile sio goli, lile ni goli. Mambo yanaenda brother, I'm so happy ji uandishi wa habari mnatenda hey, haki sana mwishoni yeah. na kwambia kitoto kimoja kwa majina, naitwa Ezra Mati, utanitafuta haina shida, najua.